Mamlaka yote ya nchi yako mikononi mwa nani? Mwa wananchi. Tunakuja sisi Chama cha Mapinduzi kuleta mgombea wetu kuja kuomba mumpigie kura na mkirudishe Chama cha Mapinduzi madarakani kwa miaka mitano ijayo. Sisi hatuwaletei mgombea urais ambaye ni lena, sisi tunawaletea mgombea urais ambaye amefanya urais tena kwa mafanikio makubwa rais. Miaka mine iliyopita miaka mine iliyopita mgombea wetu Aliapishwa kuwa rais wakati ule. Aliingia katika nafasi ya urais katika msukosuko mkubwa. Aliingia wakati kuna ugonjwa wa korona ulikuwa unaua watu, uchumi wa Tanzania ulishuka kutoka asilimia saba mpaka nne, na wakati ule ule taifa letu lilipata msiba wakufiwa na rais akiwa ofisini miezi mitano tu tangu alipokuwa amechaguliwa. Hayo ndiyo mazingira ambayo aliingia nayo Samia. Watanzania walikuwa hawaelewi itakachotokea. Rais Samia akatuambia maneno mawili tu, kazi iendelee. Alisemaje? kazi ifanyeje? Yeah, iendelee. Kazi imeendelea ikuendelea? Yeah, kazi imeendelea. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, pamoja na mazingira yaliyokuwepo, Rais Samia ameongoza nchi yetu na kuhakikisha umoja wa taifa letu unaendelea ameongoza nchi yetu na kuhakikisha inaendelea kuwa na amani. Ziko chokochoko choko nyingi, na mimi nataka leo niwaambie chokochoko zile haziko kwa watu, ziko kwenye watu wachache wanaotumia mitandao ya kijamii. Naomba msome mitandao ile kwa uangalifu, maana kuna watu wachache sana ambao hawaridhiki. Wakina mama mnaopika maharage mnaelewa, kuna maele, maharage mengine huwa hayaivi. Ukipika maharage yanabaki madogo, hayaingii chini, yanabelea juu hao ndio wanaosumbua katika mitandao inayosikika sasa, na hayo hawawezi kuisumbua nchi. Na mimi namwambia mgombea wetu ambaye ana nguvu na amefanya kazi kubwa na sasa ametembea karibu, anamaliza nchi nzima, wala asibabaishwe na watu hao wachache. Hao watu wachache wale hata ukifanya vizuri namna gani, tena kadi unavyofanya vizuri ndivyo wanavyonuna wao, wananunia hata mafanikio <laughs> ndivyo walivyo. Kulikuwa zamani na Kilosa Jazz bendi iliwahi kuimba ikasema, tenda wema uende zako usingoje. Kwa hiyo ametenda mema na anaendelea kutenda mema, lakini watamkumbuka kwa wema wenye nia njema, na bahati nzuri ndio walio wengi, pamoja na nyinyi.